Si uokote hizo pesa zako alafu uende nazo, mtu anaelewa kile nasema? Ikiwa unadai Mungu sacrifice uliotoa na pesa ulizotumia kuvunja madhabahu, zihesabu uzichukue uende nazo. Ukihesabu mema ambao Mungu amekutendea, zile ulizomtolea Mungu hata hazifai kitu hata kidogo. Hiyo ndio maana hatuwezi barikiwa, tunafikirianga tunamlipa Mungu. Mungu unajua nimekuja hapa eh? umejua nimekuja hapa, hiyo ndio sacrifice. Ndio wewe unataka ndio hiyo? Chukua, chukua. Hata <murra> juzi pia nilikupa. Sasa wewe unataka sacrifice nyingine, unataka sacrifice ya tatu? Chukua, chukua na hiyo basi, afadhali nitembee mguu